Hii hapa tayari, si ndio? Ndio, hii hapa mm. Tumeshaianza, hii hapa tumeshaianza mm. Kwa hiyo kwa watu ambao tuna imani ya Kikristo mm -hmm. Kwa wiki ya nyuma kidogo, kula nyama da mm. ilikuwa ni changamoto kidogo kweli, eh? yeah, kwa kweli kula nyama kidogo ilikuwa ni changamoto S <laughs> labda watazamaji wetu watatuambia kwa nini <laughs> hatukula nyama mmm. Eh, tutawapa muda na watakuja kuongea baadaye, lakini pia kabla yao kutuambia pia, pia si lazima tuwaambie, mm -hmm. eh, kwamba Bwana Yesu Bwana alisulubiwa, aataambia alichomwa mkuki ubavuni nini, ni, ni, kwa hiyo okay. pia ni moja kati ya sababu ambazo mm. zilitupelekea huko mm -hmm. Bwana ni sio mwongeaji sana, ni ruhusu maarifa ambayo tutayapata leo kupitia undani wa Biblia ya yeah na Mwalimu Malaki yupo hapa kesha pia kutupitisha kwenye njia hizo. Mwalimu Malaki, karibu sana kwenye undani wa Biblia. asante, asante. Shalom, hmm. Shalom, shalom shalom, shalom aya, shalom Tanzania. Moja kwa moja kama alivyokuja kusema mwenzangu uh, leo tunazungumzia Pasaka yes. Na Pasaka sio neno geni kwako, sio neno geni kwa kila mmoja anayetazama yeah. Na leo tuzungumzie Pasaka nini? Pasaka ni sherehe ya Kiyahudi kama tunavyosema, tunasherekea pasaka, pasaka, pasaka, ni ni sherehe ya Kiyahudi ambayo wao walianzisha ili kukumbuka kwamba bwana, tulikombolewa kule, jinsi gani Mungu, jinsi gani Mungu alivyowakomboa kutoka Misri, katika utumwa wa Misri kule, na hiyo habari ipo katika kitabu cha Kutoka sura ya kumi na mbili. Angalia 42 pale, sitasoma sana au mambo ya Walawi sura 23, msari wa 50, msari wa 5. Kwenye kamusi ya Kiswahili nika nikaangalia wakasemaje Pasaka ni sikukuu ambayo Wakristo husherekea kufufuka kwa Yesu. Hiyo ni hiyo yeah, ni kamusi ya Kiswahili. Ah, uh, kwa nini iliitwa Pasaka? Pasaka, neno Pasaka linarejea kipindi ambacho Mungu aliwalinda wana wa Israeli wakiwa wapi? Wakiwa Misri. Unaona? Sio tunasema Pasaka Pasaka. Pasaka ilianzia Misri, haikuanzia Israeli wala haikuanzia Kanani kama anavyosema. Pasaka ilianzia Misri. Bas, ikawaje? Uh, kutokana na lile pigo ambalo kuna wakati Mungu ameshaongea na Musa, akaambia bwana, mimi nataka mrudi sasa. Mm. Nilitimiza ile ahadi ambayo nimesema kwamba sasa mtarudi mta Kanani, nchi yenu ya ahadi. Basi, miaka 400 imeshapita huko utumwani, miaka miane na thelathini. Farao ndo alikuwa kiongozi pale Misri. Musa ameongea na Mungu mungu, Mungu akamwelekeza nenda kawa, kawambia wana wa Israeli kwamba sasa wanarudi wapi, nchini kwao, nchi ya ahadi. Alivyokwenda kulipeleka kwa mkuu wa nchi ambayo ni Farao, akagoma kabisa, akasema hamna, hamna kutoka hapo mm. Yalikuwa mapigo mengi, mapigo tisa, lakini tunazungumzia leo pigo la kumi kwa sababu mapigo ni mengi na muda wetu wa utoshi, ndo limekuwa maarufu sana. Sasa pigo la kumi lilikuwaje? Pigo la kumi, Mungu alitoa maelekezo. Kwamba mtamchukua mwana kondoo, au mwana mbuzi, wa mwaka mmoja ambaye hana, hana madoadoa, hana, hana ulemavu wote. Mchinje alafu ile damu yake, mpake juu ya milango. Kwenye miimo. Kwenye miimo ya milango mm. Pale mkisha paka, mimi nitajua cha kufanya. Kwa maana nitauwa wazao wote wa kwanza. Iwe ni mbuzi wa kwanza, atauliwa. Binadamu, yule mzao wa kwanza yule, atauliwa. Mm. Basi wana Waisraeli wakafanya hivyo, na Biblia inasema kwamba hata wale wengine wa Misri ambao wali waliibiwa siri wakafanya vile hawakuzulika pia. Basi alipopita malaika wa Mungu, usiku akawa anapita nyumba kwa nyumba, sasa so, anasema mtaa kwa mtaa, akiona damu imepakwa juu ya mlango pale, hata adhuru pale, hata anapita, anaondoka, anaenda nyumba inayofuata. Kwa hiyo hiyo biashara ilifanyika vile hiyo adhabu ilienda ili mpaka kwa Farao, ilifachilizwa eh, akaenda mpaka kwa Farao. Farao na akampoteza kijana wake. Ah, ilimuuma sana jamaa, akasema bwana, kama ndio hivi tutakuisha, ondokeni. Basi wakawa wameondoka. Sasa hapo ndo tunaona kwamba mwanzo wa Pasaka, kwamba walikombolewa kupitia damu ya mwana kondoo pale. Sasa ukisoma kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 27 ndio hapa, si unaweza kutusomea? kutoka ma uh -huh. mm. mm. mm. Kabla Mungu natafuta, kabla anatafuta, kabla Mungu hajaanza kutekeleza mm. pigo hilo mm. aliwaambia wana wa Israeli kabisa kwamba wapake damu wafanye nini kila kitu na wakafanya vile, na waliotii walikombolewa na wale ambao hawakutii kwenye Biblia wale ambao hawakutii walipata hicho kipigo. Hata kama ni Mwisraeli kama hajapaka dao, hajapaka ile damu, naye pia ilimkuta. Kwa hiyo tukisoma saa ishirini na moja hapo taona anasemaje, anasema hivi hapo ndipo Musa aliwaita wazee wa Israeli akawaambia, nendeni mkajitwalie mwana kondoo kama jamaa zenu. Unaona, ta-utasoma utasoma hiyo hapo mm -hmm. utasoma kitabu cha kutoka pia kwa unaona kwamba malaika aliyeingia alikuwa nakiona damu anapita, kiona damu anapita. Kwa hiyo mwezi wa Abibu hiyo mm, ni, uh, ni ni ngapi? kutoka kutoka ishirini na moja, ishirini na mbili. Okay. Okay, moja, mbili, wa, yani sura ya kumi mm, na mbili, uh, mbili msari wa ishirini na moja na msari wa hapo, utaiona hiyo sasa. Mwezi wa Abibu, naposema mwezi wa Abibu mm ni hii ni miezi ya Kiebrania eh, mm. Ni mwezi wa tano huu mm. Ni mwezi mtukufu kwa kabila la Wayahudi eh, ambao wao wanakumbuka kabisa siku walikotoka wa Babiloni eh, wametoka wamishoni Babiloni ambayo ni Iraki ya sasa hivi, naposema Babiloni nazungumzia Iraki, okay. Walikumbusha huu mwezi wa tano ambao mwezi abibu ulikuwa ni mwezi mtukufu ambao wali kumbuka namna gani walivyotoka uhamishoni utumwani Babeli. Naona sasa mm-hmm. namna gani walivyokuwa wanasherekea hii Pasaka. Kwanza walitengeneza, kuna vitu ambavyo vimetengenezwa kama vile dhabibu mm-hmm. dhabibu uh, kitabu cha Kutoka sura kumi na mbili mstari wa tatu na mstari wa tisa mstari wa tatu hadi mstari wa tisa Hapo kuna maelekezo namna gani walivyokuwa wanasherekea hii Pasaka. Sisi tunasherekea kunaona mtu anakwenda beach na watoto anakwenda uh, eh, anakwenda sijui Mlimani mm. -hmm. City huko anakwenda Kariakoo kufanya shopping mm -hmm. kwamba anasherehekea Pasaka, lakini tuangalie wenye Pasaka yao wao walikuwa wanasherehekea vipi? vip. Ehe eh. kulikuwa na dhabihu mm -hmm. dhabihu, kwa maana ya sadaka ehe, walipaka tena, walipaka tena sadaka ile mm. -hmm. walichinja mwana kondoo, wakampaka. Wameshafika nchi ya Kanani mm -hmm. lakini bado wana, wanapaka vile ile damu wanaipaka tena kwenye milango yao chakula kutoka, Kutoka sura kumi na mbili mstari wa nane eh, kila nyumba waliandaa mikate isiyotiwa chachu, amila hamna. Mm. Yani mkate ni ngano tu metengenezwa vizuri, wanaandaa mikate hiyo mm. na mboga mboga chungu zile mboga chungu, chungu zile ndio chakula kwa kwa sababu hivyo, unaweza kusema mshunga au serua zile eh, ndio wiki nzima. Wewe unakimbilia nyama, unzi wa wenyewe mm. <laughs> anakula mshunga wenyewe walikuwa wanakula mikate sio sio kuacha sio sio tiwa chachu na mboga mboga chungu. Ehe, sherehe zilikuwaje? Kama hivi leo tunasherehekea Pasaka, wao walisherehekea vipi? Kutoka sura ya 12 sasa tunasoma hapa hapa. Kutoka sura ya 12, mstari wa 17. Utakuta mstari wa 17 wanasemaje hapa? Anasema "M um, siku ya kwanza kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu na siku ya saba" kutakuwa kusanyiko takatifu, haitafanywa kazi yoyote. Unasikia sasa maelekezo siku hiyo, isipokuwa kwa hiyo ambayo kila mtu hana budi kula. Unakulaje sasa hiyo, tu ifanyike kwenu. Nanyi mtaitunza mtai ile sikukuu ya mikate isiyochachwa, kwa kuwa katika siku hiyo mimi nimeyatoa majeshi yenu katika nchi ya Misri kwa hiyo mtaitunza siku hiyo katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Mwezi wa kwanza siku ya siku ya mwezi mwezi siku ya, sanjofi, mwezi wa kwanza siku ya mwezi kumi na nane wakati wa jioni mtakula mikate siyo chachwa, hata siku ya mwezi ishirini na, ishirini na hmm, moja jioni. Unaona pasaka ilivyokuwa naliwa mikate sio kwa chachu. Kwa hiyo utasoma kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 17 mpaka 20. Lakini pia Mambo ya Nyakati mm. naye na pia ameeleza Mambo ya Nyakati sura 30 mstari wa 21. Walisherekea kwa muda wa siku saba. Pasaka sio leo tu. Sisi mm. tunasherekea siku moja. Oh, wenzetu walisherekea saba. Siku saba. Mm. Wanafanya hivi ninavyokuambia sasa. Mm -hmm. Huku chakula chao kilikuwa ni mikate sio tiwa chachu. Haina amira lakini pia na mboga mboga mboga mboga za majani zile, Ehem. ambayo wao walikula kwa siku saba Ehem. Sasa wazazi walitumia walitumia vipi muda huo wa watoto wazazi? wazazi wao walitumia huo muda wa kipindi cha siku saba kile okay. kuwafundisha watoto wao amri kumi za Mungu, za Mungu. Kwa maana nyingine kuwafundisha neno la Mungu. Sisi Pasaka tunawapeleka wapi? Beach. Beach. Lakini wenzetu wenye Pasaka yao mm, wao walichukua walitenga, wana muda wazazi, kukaa chini, kuka chini mm, na hapa ndio maana kini cha somo letu. Kwa nini tumeleta hili somo? Kwamba Pasaka ilifanyika wazazi kuwafundisha watoto wao neno la Mungu. Sio kuwapeleka huko. Mm. Wakala ice cream. Bei kama koko beach sweet. Yaani hii hamna. Watoka kwa hivi. Eh, wako hivi Pasaka unanulia nguo mpya tembeni mtaani, mm. tembeni, ah ah. Wenzenu wenye Pasaka yao wao walikaa na watoto kwa siku hizo siku saba, wakiwafundisha Torati, wakiwafundisha amri za Mungu, mm. wakimfundisha matendo makuu Mungu aliyowatendea huko Misri, wamefikafikaje pale Kanani. Wewe unafanya ya kwako. Hii ndio Pasaka sasa tunayokufundisha, ndio maana tumeleta hiki kipindi mimi na mwenzetu, ili tukufundishe namna gani Pasaka inavyoendeshwa, sio kama wewe unavyofikiria. Aha. Baada ya pale wote walienda Yerusalemu. Kama unataka kudhibitisha hilo, namna gani walikuwa na wanafundisha watoto wao? Kutoka sura 12 soma 27 kutoka 12 ndio tuko pale. 27 mpaka 30. E, mstari wa 25 mpaka 27. Mstari wa 25 mpaka 27. Utaona namna gani walikuwa na wanafundisha watoto wao Pasaka. Namna gani watoto walijue neno la Mungu. Lakini baada ya pale siku ya kilele ambayo ndio siku kama ya leo, walienda kuhiji wapi Yerusalemu hata Yesu pia wakati akiwa na miaka kumi na miwili, alienda wazazi wake walimpeleka unaona uh, to, uh, Torati kitabu cha Torati mm. sura kumi na sita, msari wa tano, mpaka wa saba. lakini pia hii ilinukuliwa Luka sura sura ya pili, msari wa arobaini na moja. utakuta kwamba hata Yesu naye pia alienda wapi alienda Yerusalemu kwa hiyo walikuwa wanaenda sasa Yerusalemu kwenda kufanya nini kwenda kuhitimisha ile pasaka yao baada ya kutafakari neno la Mungu kufundishana neno la Mungu Ehem, kule sasa wakifika pale Yerusalemu, wanakunywa divai, wanaimba wanaimba nyimbo za kusifu. Ndio ilivyokuwa Pasaka kwa wenzetu kwa, kwa wa Israeli. kwa kwa kiadhimia. Eh, sasa twende, sasa kipindi chetu sasa. Utasema ah, hao walikuwa ni Wayahudi sasa, na sisi Wakristo tunatakiwa tusherehekee vipi Pasaka kwetu sasa? Majogoo majogoo kama kawaida. Yanatafutwa. Eh, Yana kawaida. <laughs> watu wanatafuta vilabu vilipo. ah, sasa tuangalie sasa Pasaka kipindi cha Yesu kinatoka kiweje? ile damu iliyomwagika pale ya yule mwana kondoo, sisi hatuchinji tena, hatumchinji tena mwana kondoo sisi, wala mbuzi sisi. Sasa sisi damu yetu imeshamwagika pale msalabani Calvary, ambayo ni damu ya Yesu. Ile damu ya Yesu ndio damu ambayo sisi na tunajivunia tuna kutukomboa sisi, hatukombolewi kwa damu ya mwana kondoo tena, sisi tunakombolea kwa damu ya Yesu Kristo. Yesu Yesu Kristo. Kwa tu sisi tuliokoka uh, yaani ile damu sasa sisi imetutoa dhambini kwa maana Misri yetu ni kwenye dhambi mm. Wenzetu Misri yao ilikuwa ni huko Misri huko huko Misri ambako walikuwa ni watumwa. Sisi tulioko, sasa Misri yetu ni huku kwenye dhambi ambako sasa mtu ambaye bado hajapaka ile damu ya Yesu kwenye paja mm. cha uso wake anatulia kwamba naye yuko Misri bado, yuko Misri eh, yuko utumwani, yuko mm. kwenye utumwa wa dhambi, ajakombolewa ajakombolewa huyo, unaona mm. Sasa sisi tofauti wetu na wenzetu, wenzetu wao walitoka Misri, sisi damu yetu haijitoi Misri tena, inatutoa kwenye dhambi, kwenye utumwa wa dhambi mm. ulikuwa mlevi, ulikuwa mwasherati mm. ulikuwa mwongo, ulikuwa mwizi, ulikuwa jambazi, ulikuwa mchawi, ulikuwa yani matendo yote ya mwilini yale, sigenyaji yale yote kwenye Wagalatia tano mstari wa kumi na tisa na kuendelea, yale matendo yote huko. Ndo Yesu sasa ametutoa, ile damu ya Yesu imemwagika pale ili sisi tutole, tutole sasa kule tuletwe kanani yetu, kanani yetu, kanani yetu ni mbinguni. sisi sisi hatuendi ja tena Israeli mm. -hmm. Aa, sisi tunakwenda mbinguni kupitia damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Ndo maana Yesu anaweza ana, tushike chini sije nikaruka yeah, sana ja, tuende. damu ya Yesu sisi ndo iliyotukomboa sisi, hatukombolewi kwa damu ya ya, ya, ya, ya. ya mwana kondoo wala mbuzi, unaona mm. Damu ya Yesu ni ishara ya agano kwamba sasa mimi nimekufa kwa ajili yenu. Hii kizazi chetu sasa, miaka 1538 ile tendo lilitendeka huko kwa wana wa Israeli, lakini baada ya Yesu kuzaliwa sasa hii miaka elfu mbili sisi hatutumii tena wanyama tena, hatukombolewa kwa wanyama, sisi tunakombolewa kwa kwa damu ya Yesu Kristo hasa hukumu ya Mungu. Sasa Yesu, kama ukimpokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukapaka ile damu yake kwenye kipaja cha uso wako au kwenye moyo wako tuseme, kwa hiyo malaika wa hukumu atakapopita, akikuona una ile damu ya Yesu, wewe umeokoka. akikuona wewe una ile damu tayari, wewe unahukumiwa. Unaona, hiyo ilikuwa ni kama uniform pia. Uniform lazima wote, akikuona ajue, eh, kwa kwa, kwa usalama wako lazima uwe na damu ya Yesu ili uende mbinguni ili ufike Kanani. Kanani yetu sisi sio Israeli, kanani yetu sisi ni mbinguni. Sasa malaika atakapopita juu yako akaona kwamba ah, huyu hana damu tayari, anakuhukumu sasa. Tafsiri ya Biblia kusherehekea Pasaka katika kipindi chetu hiki, tunafanya nini? Hiki ni kipindi chetu ambacho Tani sisi kwa, tumesamewa kwa ufupi pia, yeah. make muda pia sio rafiki okay. kipindi chetu sisi sisi tumeshakombolewa Tunatukua tutafakari. Yesu alisulubiwa ili sisi tukombolewe. Damu yake imemwagika ili sisi tufanyeje tupate wokovu. Yohana sura ya 18 mstari wa 39 au pia Yohana sura ya 19 mstari wa 14 mpaka 18. Lakini pia kwa sababu ya muda unaweza kusoma Wakorinto wa kwanza sura ya 5 na mstari wa saba. Kila amwaminie Yesu Kristo kwa imani, damu ya Yesu hunyunyuzwa juu yake. Sasa damu ya Yesu kinyunyuzwa juu yako, tayari wewe una alama ya Kristo, hata hukumu ikija, wewe hutahusika tena na ile hukumu ya Kristo mm. Wewe tayari una damu ya Kristo, umeshampokea Yesu Kristo kuwa ni Bwana na mokozi wa maisha yako. Kwa hiyo tena ile hukumu, yule malaika wa hukumu akipita, wewe huta, huta, huta, hutadhurika. Unaona? Kwa hiyo Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa pili nayo imeeleza vile namna gani sisi tumekombolewa kupitia damu ya Kristo. Hakuna haja tena kuchinja tena wanyama sijui tena sijui, tafuteni wanyama ili tukombolewe dhambi. Hapana, dhambi zetu zile gharama tulishagaramiwa shagaramiwa zote mm. Kwa hiyo sisi hatudaiwi tena, damu ya Yesu inatosha kwa maisha yetu, damu ya Yesu iliyomwaga msalabani inatosha. Waibrania sura ya kumi mstari wa kumi na tisa. Ni kweli shetani ni baba wa uharibifu, tunajua wote, unaona na kweli amekuwa ame ametuteka kule, sababu ya muda mm. Itoshe kusema kwamba itoshe kusema kwamba sisi tumeshakombolewa. Sherehe yetu tuitafakari kwa kuwafundisha watoto wetu neno la Mungu, sio kwenda kuwapeleka kwenda kula askrimu kwenda kubembea kwenda kuogelea kwenda picnic na sehemu mbalimbali. Lakini sherehe yetu ya Pasaka, tunaadhimisha sherehe ya Pasaka kumwonyesha kwamba namna gani Yesu alitukomboa kutoka utumwa wa dhambi, na sasa tupo katika eh, ahadi ya kwenda mbinguni. Kanani yetu sisi ni mbinguni. Kwa hiyo kupitia damu ya Yesu Kristo tupokee Pasaka yetu, kwamba hii Pasaka itufanye tutafakari ni namna gani Yesu alivyotukomboa, ametutoa katika utumwa wa dhambi na sasa tunaelekea kwenda mbinguni. Mbinguni hatutaenda kama hatutakuwa na kielelezo, na kielelezo chetu kitakachotupeleka mbinguni ni ile kupaka damu ya Yesu Kristo. Mm. Naposema kupaka damu ya Yesu Kristo ni kumpokea Yesu Kristo kuwa ni Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Mimi na wewe tumpokee Kristo kwa ni Bwana na Bwana na mwokozi wa maisha yetu ili tumuone mm, Mungu, ili tuione kanani yetu kanani. Kanani yetu ni Kristo, sasa damu ya Kristo. Tunaweka nukta hapo. Mm, leo hii kwenye undani wa Biblia naam, mwalimu Malaki ametufunza vingi sana ya. Na nimepata kitu pia no. Inchi ya wapi umesema hii? Eh, no, kuna inchi moja ya arabuni arabuni huko eh, umesema ndio kuga nini zamani Ah, kule bwana, kuna nchi nyingi. mm -hmm. Unakuta kuna Syria, kuna Mesopotamia, kuna nchi moja mwa hizo, of course, Iraq yeah, hey. Ndo nimesema sasa hivi ndo zamani kugani nini, ile ilikuwa inaitwa Mesopotamia. Okay, mm. pia ni moja kati ya faida ambazo bako, ndo chimbuko la is la la Ibrahim kwao na Ibrahim, sasa Irak, Asa, ni iraki sasa. Hio ni maarifa ambayo nimepata mimi leo mm kupitia undani wa Biblia bado mm. tunapata break fupi sana leo kidogo kwenye undani, tumeibadilika kidogo mm -hmm. kwenye fahamu zaidi, kwa sababu leo tunajiandaa na Jumapili na watu wengi wamekaa tayari kwa ajili ya kupata neno na kujua, mm. vitu mbalimbali kuhusiana na Mungu, kwa sababu tupo hapa leo tunaongea, mm. tunatamba hivi si kwa